Mwanamke anapozaa ima hospitalini ima nyumbani, sisi wajua, si rahisi sana wanawake kuzaa ndani ya majumba wazama hospitalini, lakini alafu yule mtoto uliotoka ndani ya nyumba nyumbasha, akiletwa tu ule mtoto kutoka hospitalini niingizwe ndani ya nyumba, namwapaka malia saba mbili, saba mbili ii 49 ili wekhi mbili kwamba hatoki nje, ndio tutajua sababu asitolewe nje ya nyumba mpaka hizi wiki mbili zishe ziishe, kimaliza kutetwa, mwalimu. mm-hmm. Kama sisi basi, mradi atakuja kusoma watu watu, wapike wali mchele, rushwe rushwe, hiyo inamaanisha ninisha nini nini, pengine sengine, pia nyumba zungukwa mara saba ama mara ngapi? amebebwa ule mtoto. Je, shekhe hii ni no. Hi, sawa kweli, katika sheria angalia, shekh Musa no. katika vitu vilivyothubutu mtoto mpya kizaliwa, la kwanza kabisa ni atahnik na no. Fikiri, atahnik tumeizungumzia mara nyingi no. atahnik ni mtoto kulishwa. Mtume alikuwa akimlisha tende za sukari eh, hey mtume alikuwa kilisha tende naam, kwa sababu tende iko arabuni na sukari naam, lakini hatukujua siri yake nini. Baadhi ya watoto wa maswahaba walikuwa kipelekwa kwa mtume, kama kina Abdullah bin Zubair walizaliwa wakati wa Madina huko alipohama Madina, naam, kina Hassan na Hussein, naam, walipelekewa mtume akawalisha tende Ndele. Yani yeye mwenyewe anitafuna kidogo alafu anitoa na anamlisha mtoto, ile ni tahani ilikuwa ulimwengu ule pengine hawajui sababu nini, na mwenyewe mtume za sallam kwa sababu hafanyi kitu isipokuwa kwa wahi, bila shaka alijua siri yake nini, ilikuwa ni jambo analifanya. Lakini ulimwengu huu ulipokuja wa sayansi, kwa elimu madaktari wamegundua kwamba mtoto yoyote anapozaliwa anakuwa ni mpungufu wa sukari kwenye mwili wake, ile safari aliyotoka. Kwa hivyo haraka upesi ameingia katika ulimwengu mpya, kitu ambacho kwamba afatilizwe nacho ni kitu cha sukari. Tende imekuwa ni bora, kwa sababu ina madini mengi, ina vitamini nyingi, lakini kama imekosekana, basi ni kitu chochote cha sukari, asali, asali, glukosi, glukosi. Hospitali nyingi sasa zina glukosi, paka Amerika, paka wapi. Amegundua kwamba kumbe hili ni jambo la miujiza, mtoto akosa sukari afatilizwe lingine ni baada ya siku saba mtoto afanyiwe aqiqa, sio hakika. Aqiqa tumelizungumza hey, no. muda mrefu pia, ya kwamba aqiqa nini? Aqiqa asili yake ni zile nywele za mtoto. Sasa kwa sababu tendo lile linasubiana na kunyolewa nywele, siku ya saba achinjwe mnyama, kama ni mume mbuzi wawili, kama ni mke mbuzi mmoja, basi na dua watu wale nyama basi hivi ni vitu vilithubutu. Kwa hivyo masala mengine ya kwamba baada ya siku saba asitolewe, wao watu wa mila wakaunganisha hapa siku saba, kwa sababu lioya hakika na pengine kutairiwa wakaunganisha. Sasa yeah, wakasema siku saba asitolewe, ili atolewe vile na nini. Hivi ni vitu havijathubutu katika sheria kwamba asitolewe mpaka siku saba lakini hakika ifanywe siku ya saba, kama imeshindikana, siku ya kumi na nne, kama imeshindikana, siku ya ishirini na moja. Ziende saba, wamechukulia wa hapa, nafikiri wamechukulia hapa wa, nafikiri wamechukulia hapa yeah, lakini yeah, haikuwat baada ya siku saba saba, yeah, mbili kwa hivyo yeah, no, vitu vithubutui kwa hivyo una mtoto za kutoka mat leo, hakuna kizuizi.